Bana, ndo supu yetu hii, jamani, ni nzuri sana, ni tamu, ina afya. Namna ya kuiandaa makini kanami, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jamani, tutaona namna ya kuiandaa hii supu ya ngano nzima nzima kuku pamoja na mchicha na karoti. Nzuri sana, ni tamu sana. Makini kanami kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna na, ya kuiandaa hii supu. Eh, wengine wanaita supu ya harisi, wengine wanaita supu ya mboga mboga asili ya Omani, ya wenyewe wa Arabu. Karibu sana tuende pamoja jikoni tukapike namna ya kuandaa supu hii. Hello, vipenzi vyangu vya kipindi cha pika na Saumu, karibuni tena tupike pamoja, na leo tunapika supu ya harisi na kuku, wengine wanaita supu ya mboga mboga. Kwa hiyo hapa nina kuku wangu ambao tayari nimeshawaosha vizuri kabisa, nimewakatakata vipande vidogodogo, nitatia kitunguu saumu kidogo pamoja na kitunguu maji. Kwa jimi napika tu kidogo nafanya bwana, siku yako inakuwa nzuri ukitia kitunguu maji. Wengine hawati vitunguu maji, lakini ukitia inakuwa nzuri sana. Tatia pilipili manga nusu kijiko kidogo, katia na chumvi nusu kijiko kidogo. Zeni nitambandika kuku wangu kwanza, mi napenda kaukiaya maji, kisha nitakuja kutia maji ya moto kwanza. Kumbandike kwa haya, vipenzi vyangu, naona mi napenda kukaanga kidogo hivi toke shombo kuku. Baada hapo, sasa ndo namtia maji ya moto, haya hapa niliyabandika, na hakikisha anaiva mpaka anatoka kwenye mifupa yake. Moja yatutie maji hapo, tunamwacha aive mpaka alainike kabisa kuku wetu. yangu au ngano yangu hapa, huwa naichemsha naweka kwenye kipasa, naweka kwenye friza. Hapa nimeitoa iyayuke, ishaiva. Hapa tutayayuka. Ehe, utaona namna ambavyo tunaandaa moja. Kukua hive, na nayo iyayuke. Haya vipenzi vyangu, mnaona kuku wangu tayari kasha lainika, naona ananyofuka mwenyewe. kwa hapa nitamtoa, nimtoe mifupa jamani, sababu kunahitaji nyama tupu. moja nitoe, afu nitoe mifupa hapa. Nimeshatoa kuku wangu wote, nitatia mchicha wangu suku tamiminia, na hii ngano yangu hii, ni ngano nzimanzima jamani, naiona naichepsha, unamiminia hapa, natoa na kukuangu mifupa, nyama nitazitumbukiza humu mboja, nitoe kuku mifupa, jamani, vipenzi vyangu, namiminia wangu ku hawa hatwa mifupa tayari, meona. Tutia karoti na magi supu. Wengine wanaita supu ya mboga mboga, wengine wanaita supu ya harisi, meona kajukwajua kwa chumvi jamani, kidogo acha, sasa ichemke vizuri. etuacha ichemke. Haya vipenzi vyangu, supu yetu iko tayari, mnaiona. Wengine wanaita supu ya mboga mboga, wengine wanaita supu ya harisi hapa iko tayari kabisa, chumvi nimeonja, iko sawasawa. Niliweka chumvi kwenye kuku pale na nimekuja kuweka magi pia kondo hivi. Inapokuwa jamani, inakuwa nzito nzito kama hivi, zile ngano zinasaidia kuwa inakuwa hivi. Ni supu nzuri sana kiafya, kwa sababu ngano nzima nzima ni nzuri sana jamani. Unaweza kujaribu kufanya nyumbani. Moja, tuepue supu yetu. Supu yetu ndo hii iko tayari kabisa kwa kuliwa jamani, ni tamu sana, unaweza ukajaribu kufanya nyumbani, na hii inaliwa hivi kwa sababu ina ngano, ina kuku hey, mchicha ni supu nzuri kwa afya hey, karoti ni nzuri sana. Unaweza ukajaribu kufanya nyumbani. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usiache kusubscribe kulike na kucomment.